combination ya waithaka wa Jane na kabuda nigitigaga andu aingi magikenete muno tondu thauti ciao nigitoranaga wega muno onamu nio ngikiigua nimugithire test makire kirabu na manati hura wega wega anga magikiigua kira horo wa ma indu kiugitwo kirakiri mwena uriku kwenda aria marakiri mwena ucio kana mugithi uyu uragicukire wega muno no urakiri mwena uriku mashabiki makihang'ite muno tondu obvious ti aingi mendaga waitha kakiinuke after we perform wage makiendaga endere endere makiria eta makoma makinyotire muno Mugithi wa Waithaka wa Jane kiuria ngoragia kaingi na kaingi hihi ni rwa githie ni nyore wa attend Mugithi wa Waithaka wa Jane experience ya kiria tia moni makire ha ngora ni ngora ni tota erija e akauga atiriri wajira ku kuja huku wanasikia aje ndo akenda kuimithia ndo iru tondo ya ni anagithie kuria ana ngereto kama miwasho akauga atiriri we mimi nilikuwa hapa